Uh, karibu ndugu mtazamaji katika kipindi chetu cha uh, sheria uh, kazi na sheria ambacho kinaendelea kutoa elimu juu ya mambo mbalimbali yanayohusu sheria. Mada yetu ya leo ni uh, kuhusu maana ya sheria. Sheria ni nini na ina lengo gani? Kuna tafsiri mbalimbali zinazohusiana na sheria. Lakini kwa, kwa uh, kwa ujumla wake ni kwamba sheria ni taratibu ambazo jamii husika imejiwekea ili kuweza kutoa um, uh, wo mwenendo, mwenendo gani unaruhusiwa au mwenendo gani ambao hauruhusiwi katika mazingira mbalimbali. Uh, lakini pia kuna tafsiri mbalimbali za sheria uh, wapo wanaosema sheria ni kanuni ambazo zimetungwa na mamlaka iliyokasimiwa uh, nguvu ya kisheria ya kutunga sheria. Maana yake ni kwamba sheria ni ile ambayo imetungwa na bunge lakini wapo wengine wanaosema uh, sheria ni, ni zao la jamii uh, kwamba inatokana na historia ya jamii husika au mfumo mzima wa mahusiano katika jamii. Kwa maana yake ni kwamba um, sheria ni miongozo mbalimbali mbali ambayo ina, inaweka taratibu zinazopaswa ku, ku, ku, kufuatwa na kila mtu kwenye jamii husika, lakini pia inaweka na adhabu kwamba kama hujafanya jambo fulani au ujafata utaratibu tuliokubaliana basi madhara yake ni haya. Kwa hiyo sheria kwa ujumla iwa inajikuta katika namna mbili. Inaweza ikawa ni inahusiana na masuala ambayo ni, ni, ni mahusiano ya mtu mmoja na mwingine ambayo tunaita uh, madai lakini pia kuna sheria zinazohusiana na masuala ya kijinai. Na katika sheria hizi mara nyingi mlalamikaji ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini, kwenye sheria za madai ni, uh, mlalamikaji ni mtu binafsi au ni kampuni binafsi. Kwa namna hiyo, um, katika sheria hizi za kazi uh, uh, tunasema hii sheria ya kazi maana yake ni kwamba ni sheria ambayo inatoa uh, miongozo namna mahusiano ya mwajiri na mfanyakazi yanavyopaswa kuwa kwa maana hiyo ni kwamba sheria ya kazi ni, ni sheria ambayo ni ya kimadai tunasema ni civil, siyo uh, sheria ambayo dhumuni uh, yake ni kuweka adhabu. Kwa hiyo hatutegemei uh, katika kipindi, vipindi vyote hivi uh, au katika vifungu mbalimbali mbali kwenye sheria za kazi hatuna adhabu mara nyingi, na kama zipo basi uh, zinatolewa kwa namna ya kulipa fidia uh, kwa, kwa, kwa mtu ambaye amepata madhara. Nini lengo la sheria ya kazi? Uh, sheria ya kazi ina ina ina lengo ina malengo mbalimbali. Ya kwanza ni kulinda haki za wafanyakazi, lakini pia kutoa wajibu uh, kwa mfanyakazi kwa hiyo ina, inatoa haki na mfanyakazi kama um, ilivyo katika mikataba mingi. Uhusiano wa mwajiri na mfanyakazi ni ule ambao tunasema ni watu ambao hawana nguvu sawa, kwamba um, mwajiri yeye ana rasilimali uh, fedha, ndiye mwenye kuchagua nani afanye kazi na anaweza akasitisha mkataba muda wowote ule. Uh, kwa hiyo sheria ya kazi ina, ina lengo la kumlinda mara nyingi mfanyakazi ambaye ni mtu ambaye ana nafasi ndogo, yeye um, ana ujuzi na elimu inayomwezesha kuzalisha. kwa hiyo um, Sheria ya kazi ina lengo hiyo la kumlinda, kulinda mfanyakazi lakini pia sheria ya kazi inaweka taasisi mbalimbali mbali za kulinda mfanyakazi. Tutaona uh, Tanzania tuna sheria inayoanzisha taasisi mbalimbali inayoitwa Labour Institutions Act ya mwaka elfu mbili na nne ambayo imeweka vyombo mbalimbali ikiwepo mbali mahakama tume ya usuluhishi wa migogoro. Uh, lakini pia imeweka ofisi mbalimbali mbali, uh, za kazi, lakini pia um, imeweka wale tunawaita maafisa wa kazi waliopo katika vitengo vya wizara au katika vitengo uh, pale serikalini serikali za mitaa um, ambao jukumu lao ni, ku, ni, ku, ni kuangalia namna gani sheria ya kazi inatekelezwa na waajiri lakini pia dhumuni jingine um, lengo nyingine ya sheria ni kuweka mfumo wa utatuzi wa migogoro, kama nilivyotangulia kusema um, katika kipindi cha nyuma, ni kwamba migogoro ni muhimu na huwa inatokea katika maisha ya ya kawaida. Kwa hiyo uh, sheria ya kazi inatuwekea mifumo ambayo inabidi ifuatwe ili kuweza ku, uh, kutatua changamoto zinazotokea katika uh, mfumo mzima wa uzalishaji mali lakini pia lengo jingine ni kuhamasisha majadiliano kati ya wafanyakazi na mwajili. Uh, sheria ya kazi ina sehemu inayojitegemea inayoitwa collective bargaining ambayo uh, hii ni, um, ni vifungu mbalimbali vinavyoipa mamlaka chama cha wafanyakazi kuingia mkataba na mwajili kwa ajili ya kulinda au kwa ajili ya kutoa maslahi mbalimbali kwa mfanyakazi. Kwa hiyo kuna, kuna misingi yake, kuna kanuni zake namna ambavyo chama kinaweza kuingia kwenye mjadala au kwenye majadiliano na mwajiri ili kuweza kutoa kitu kilicho bora kwa mfanyakazi. Uh, lakini pia sheria, uh, kama nilivyotangulia kusema kwamba sheria ni miongozo. Sasa hii miongozo ipoje? Uh, tuna vyanzo mbalimbali vya sheria hapa Tanzania na nchi nyingine. Chanzo cha kwanza kawaida huwa tunaanza na sheria mama ambayo ni Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Hii Katiba inaweka um, misingi uh, mbalimbali inayokusudia kulinda haki ya mfanyakazi. Kwa mfano, tuna vipengele mbalimbali vinavyotoa uh, haki ya Mtanzania kufanya kazi ambayo tunasema right to work, lakini pia kuna vipengele vinavyotoa haki ya kushiriki au uh, haki ya kuhusiana uh, katika maeneo mbalimbali ambayo tunaita ni Freedom of Association, kwamba uh, mfanyakazi anaweza kajiunga na chama cha wafanyakazi akaweza kujieleza lakini pia imeweka misingi mingine inayohusiana na utoaji haki uh, katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo, uh, katiba tunasema ni, ka, ni, ni sheria namba moja kwa kawaida na kwa sheria yoyote ambayo ina, ina inaelekea kukinzana na katiba kimsingi tunasema ina, inaweza ikawa ni batili. Um, chanzo kingine cha sheria ni sheria inayotungwa na mamlaka ya bunge uh, kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, ibara ya sitini na tatu bunge limepewa mamlaka ya kutunga sheria, lakini pia imepewa mamlaka ya kuridhia mikataba ya kimataifa. Kwa hiyo uh, bunge ni muhimili mkuu ambao unatunga sheria japo kuwa taratibu za utengenezaji wa sheria huwa zinaanzia katika serikali kwa maana ya muhimili, uh, executive kwamba mawaziri ndio huwa wanapeleka hoja ya kutunga sheria mpya au kuzifanyia maboresho, japo pia kanuni za bunge Uh, za mwaka elfu mbili na kumi na sita zina, zinatoa mwanya au nafasi kwa mbunge binafsi kupeleka hoja bungeni kwa ajili ya kutunga sheria. Kwa hiyo sheria yoyote ambayo inatungwa na bunge uh, tunaita principal legislation na, na katika sheria ya kazi tunazo sheria mbalimbali ambazo zimetungwa na bunge. Tunayo sheria ya ajira na mahusiano kazini ya mwaka elfu mbili na nne. Tunayo sheria ya taasisi za kazi, Labor Institutions Act elfu mbili na nne. Pamoja na sheria mbalimbali katika maeneo mbalimbali ya kazi. Lakini pia tunazo kanuni. Kanuni hizi zinatungwa na mamlaka inayopewa nguvu uh, na bunge kuweza kutunga kanuni kwa ajili ya utekelezaji wa sheria mama. Uh, wizara mbalimbali mbali, au tuseme waziri kwenye wizara husika amepewa uh, mamlaka na sheria kutunga kanuni kwa ajili ya kutekeleza sheria inayotungwa na bunge, lakini pia tunazo mamlaka ambazo nazo zinatunga kanuni ambazo lengo lake uh, ni kutekeleza sheria ambayo imetungwa na bunge uh, tunayo kanuni mbali mbali, kanuni mbalimbali mbalimbali. Kwenye kipindi chetu tutapitia kanuni mbalimbali ikiwepo uh, moja inaitwa Code of Good Practice ambayo ndiyo kanuni inayotoa taratibu nzima haki za mfanyakazi uh, na namna ya utekelezaji wake, lakini pia uh, tunacho chanzo kingine uh, cha sheria ambayo ni maamuzi ya mahakama.